Ni ndugu yako, ni familia yako, niite balozi wa amani, mtoto wa Bimdashi. Bado tuko mtaani, tuko kwenye wilaya ya Ilala mkoa wa Dar es Salaam. Muda huu tunazungumza, tuko Vinguti, niko na wanangu, watoto wa Bimdashi, pia pilika za utafutaji riziki zikiendelea. Wana wako wamechili hapa, wametulia. Nataka nipige nao stori kadhaa, tujaribu kuulizana maswali machache yanayohusiana na umuhimu wa taifa letu kwenye swala zima la amani upendo ushirikiano, kama vile ambavyo iliasisiwa na waasisi wa taifa hili, akiwemo baba yetu wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Oya wanangu sana, kama mm. kawaida, au sio? Usi, unyama mwingi mm. oya, ile ile mzee, heshima mm. yako, uko poa. Oya mtanzania kweli, respect. Sasa ndugu zangu, tuko mtaani leo, tunapiga stori na nyinyi, tunabadilishana mawazo tuko kwenye kipindi ambacho tunaendelea kwenye duru huko la kuchagua viongozi wengine, lakini mara nyingi hivi vipindi vinakuwa na purukushani nyingi sana. Mapema kabisa mambo yameanza, watu wanatushawishi tuingie barabarani tuandamane ili kiongozi fulani atoke jela aingie mtaani. Watu wanatushawishi tuingie barabarani tuandamane hadi damu zimwagike, ili wao wafikie malengo yao. Lakini tukumbuke kabisa, wakati haya yote yanaendelea, tunaolengwa kuingia barabarani, kuandamana, damu zimwagike, ni sisi watoto wa mtaani, ambao pia tuko na wazazi wetu wanaotuona sisi ni wathamani kwao. Tukaona no, no, no, sio kweli, tuje kitaa kwa wanetu, tusikie mawazo yenu nanyii, mnasemaje? Kwa sababu tayari purukushani zimeanzaanza, kuna wengine kule walitesti mitambo wakaingia barabarani, kilichotokea wanajua wenyewe. Lakini tukaona haiwezekani, tuje kitaa kwa wanetu tusikilizane vizuri, ili tuone kweli inawezekana tuingie rodi kwa faida ya mtu mwingine, au siyo kweli? Kila mtu atatoa mawazo yake na yayo mawazo yake halisi. Oya mwanangu, nianze na mwananchi hapo. sana ileile sana. Ile. Ile, Ile. Nani mwanetu? Ashrafu. Nani? Ashrafu Hamisi, yeah. Oya mwanangu, wewe umeisikia milio ya watu kuandamana kuingia lodi hadi damu zimwagike? Nimeisikia na nimeiona. Umeisikia na umeiona? Eh. Wewe unasemaje mwanangu? Na, kwa kile kilichofanyika yeah. Kwa sisi kama vijana na ipasi kwa vile kwa kuandamana yeah. au sio, eh, hatutaki yeah, kuingia lodi, lodi. Tufanye tu shughuli zetu hivi hivi na mbaya yeah, na mama yetu kwa jinsi tunavyoenda yeah, basi Mungu hivyo anatujalia au sio, mm. Eh, bwana Ashraf anasema tupambane tu mdogo mdogo, mambo yanaenda, Mungu anajalia. Oya mwanangu sana mm, pilika zinazoendelea? Pilika ah, nimezisikia kaka. Unajua tunapozungumzia amani ya taifa hili inakuwa na maana gani? Ah, Amani ya taifa hili inajulikana bwana kaka. Amani ya taifa hili ni uhuru. Yeah. Eh, uhuru tulokopo nao ni mzuri. Yeah. Kwa hatutaki vurugu yoyote tuisikie. Ndio. Mm, mimi kama kijana siwezi nikakubali bwana niingie kwenye babarani nikagombane na watu hata sijui chanzo nini au tatizo ni nini. Yeah. Mi siwezi nikaelewa au siwezi nikaingia babarani bwana kaka. Wewe sio mbuzi wa kafara? Mimi siwezi nikawa hivyo bwana. Siwezi nikawa hivyo. Au sio? Eh bwana, eh, balozi wa amani niko mtaani na wanangu tunajaribu kupiga stori tu mbili tatu. Vipi, tunaingia road kwa ndamana au sio kweli? Mimi naitwa Nasoro Hakim Nasoro? Yep, yep. Waa, Nasoro, ebu unaambia chochote unachoelewa kuhusu amani. Kuhusu amani, amani ni utulivu, amani ni ubora, na ndio kinachohitajika ambacho sisi tunacho au hatuna. Sisi tunacho na tunaomba ukiendelea kiwepo mpaka milele, au sio? Hao jamaa wanaotogea mikato yao kwamba wao sijui tuingie lodi tuandamane, sijui mpaka damu zimwagike, ona yonaje mikato hiyo? hiyo uh, mikato kiukweli, kwa kama sisi vijana sasa hivi, a, tukasema kama sasa hivi tuna watoto wa elfu mbili, kutokana na sisi ndo tunajitafuta na yeah, ndo tunaanza maisha. Kwa hiyo maswala kuingia rudi kwa kuandamana, kwa kama sisi vijana, inakuwa sio yeah, swala zuri sana kwa sababu yeah, bado sisi wengine hatujafikia malengo, tunahitaji utulivu yeah, tufanye kazi tupate pesa yeah, na amani iendelee yeah. Basi hivyo tu, au sio? Yep, yep. Yeah, bwana tunapiga story mtaani kwamba wanangu wanajua umuhimu wa amani na nini kitatokea kama amani isipokuwepo. Mzee mm, salama huko vizuri? Ah, kwema kabisa naona huko, na vijana wako hapa umetulia. Nipo na, na, na vijana wangu nimetulia hapa. Sawa, sawa mzee wangu, unaitwa nani? Jamhuri Mbegu. Mzee Jamhuri, ndo mwenye utawala wako hapa? ndo ndo umtaa wote? Ndo wangu mimi. Ya vijana hawasemi kitu kwako? Ah, semi. Mzee unasemaje kuhusiana na ishu ya amani ya hili taifa tunapoijadili kwanza nina wasii yeah, wanangu, umeona bwana, hii mambo ya kuandamana kusha, yani ushawishi kutoka kwa watu wengine, wewe huko na kwa kwanza, unapoandamana umeona bwana, leo limekuta jambo, umevunjwa mguu, umevunjwa mkono, umeona bwana, yote madhara kwako wewe wale ambao wale ambao waliokushawishi nenda kaandamane, yeah. Wapo nyumbani kwao na watoto zao na wake zao Dio. Wanapata mambo mazuri, wewe unakuwa katika dhahama sasa. Kwa hiyo nawasii na wanangu, wajukuu zangu, maswala yao waache, umeona bwana, maswala yao aache kabisa, bwana mzee wetu anasema anatusii vijana wake wajukuu zake hiyo mikato ya maandamano ya kuingia lodi, maswala hayo tuache, eh bwana rasta. Mm. sana sana. Oya, nipangilie mwanangu. Mikato inaenda, mikato inaenda lodi. Tunaingia kwa maandamano, siwezi ikaenda lodi kutoka na, sasa hivi mwenyewe Bimdashi hapa kidogo, sasa hivi kuna mambo ya mikopo, mikopo nini, tunawezeshwa vijana, kwa hiyo yeah. Kama sisi hapa kijiweni kwetu, kama mimi hapa yeah. Ni bodaboda hapa kijiweni yeah. Kwa hiyo mwenyewe yani nakuona ajira yangu yani kidogo yani nanipa riski yeah. Kwa hiyo siwezi nikatoka kuandamana afu siwezi ka, yani, okay. Kaandamana kwa vitu ambavyo yeah. sina misingi navyo mimi yeah. yeah, wakati we'll e, naona mambo yangu yanaenda riski napata alhamdulilah, bwana kwa hiyo mwanangu, wewe Bimdashi unamwelewa kina manoma? Mimi namwelewa kweli sana, Bimdashi wa taifa anacharaza, anacharaza kutokana, anatuwezesha sana vijana sasa hivi, ndio katika vitu vingi yani katika yeah. michezo katika nini sinajua yani yeah. ipo hivyo tusongee yeah, sana kwa sababu yeah. tunaona ni kinachofanyika sinajua yeah, hmm. Tunapozizungumzia amani ya taifa, unaona ina msingi wowote kweli au chochote fresh tu? Amani na msingi, kwa nini? Tena amani na msingi mkubwa sana ndugu yangu. Ndiyo. kwa sababu bila amani huwezi kufanya kitu chochote. yeah. yeah. E, kwa sababu ukiwa hakuna amani, mimi siwezi nikaamka asubuhi nikisema nikachukue samaki yeah. naenda kuchukulia yeah. hapa, wakati huko zinarindima kishawaka waka, e, waka. Yeah. kwa hiyo amani ni faida kubwa yeah. Yeah. Da. Fresh, kwa nchi yetu freshi. Kwa hiyo unawaambiaje vijana, kwa sababu upepo umekuwa mkali sana sasa hivi, hivyo oh, waingie rodi, sijui tuandamane sijui haiwezekani mpaka damu zimwagike na nini. Wewe unaizungumziaje mkuu, kumwagika kwa damu? so, so kweli, kwa sababu kila mmoja Mwenyezi Mungu kampangia riziki yake, na riziki haipatikani kwa ajili ya kuingia barabarani. Bado utafutaji wako ndio unakuwezesha wewe kufanya nini, kuingia barabarani kupata riziki. Kwa sababu ukiingia barabarani, ukiingia barabarani kwa ugomvi, huko sio kwenda kutafuta riziki, huko kwenda kutafuta maafa. so umeelewa? Ndio, ina maana hapa kuna ara ziliwekwa kwa ajili ya maliziano yeah. Ina maana tukizifuata zile haina haja ya kuingia barabarani watu wakae mezani, watu wakae mezani mm -hmm. Ala nne zitekelezwe yeah. Watu wafanye mambo au sio? Mm. Lakini habari za barabarani damu zimwagike, sio kweli. Damu zikimwagika kama mimi na familia na watoto wanne niingie barabarani, hii familia namwachia nani? Si namwachia ile kwambia uingie barabarani? Yeye yeah, atakuja hata kwenye msiba, hawezi kuja. Wanaokuja kwenye msiba ni familia na ndugu tu. Yeye yeah, akujui A e, kazi yake kukushawishi tu, yakikukuta ya kwako ya kwako ni kushawishi, yakikuta yakwako. Kwani kwa kuna angapi ambao washapata matatizo yeah, kwa ajili ya kuandamana? Loo yeah, no faida ziko wapi hmm? Hakuna, hakuna faida e bwana, tuko mtaani bado tunapiga stori na ndugu zetu ambao nao pia ni watoto wa Bimdash, tunaendelea kubadilisha na mawazo na kuona nini kinaendelea. Haya mambo yako Dar es Salaam mwanetu. najua sana. Sana. Milio unaisikia ya watu, tuingie lodi damu zimwagike ili wengine wafanikiwe. Mm, milio ipo, wewe unaisemaje hiyo? Kusema kweli bwana, milio mimi sijaelewa kwa sababu yeah. kama juzi hapo nimesikia kuna baadhi ya watu wameenda hadi kule mahakamani, wajafika kule wamekamatwa, wamepigwa kwa sababu ni wabishi, ndio. Sijui wapo wapi inawezekana washauri nyumbani kwao na vidonda, wengine washavunjika yeah, kwa sababu ubishi, ubishi wao wenyewe umewaponza. Ubishi wao bwana, msije mahakamani. Watu wanajifanya kama wao ndo mahakimu wa pili, wanataka wakamue kesi ya <laughs> kichwa, wakuta wenyewe wanajua huko. Tunavyoongea sasa hivi, kwao waliamini wao wakienda ndo jamaa ataachiwa. Inawezekana, inawezekana, si wao ni wapelelezi, si maskari wa namba 4 wanajua wenyewe hey, bwana, mwanangu mfuatiliaji mzuri wa mambo yanavyoenda hapa nchini. Ya lazima ufuatilie, si nchi yetu hiyo hmm. Au sio? Haya malalamiko anayozungumzia zungumzia o sijui Bimdashi, hii nchi yenyewe kwanza sijui amewapa Waarabu amewapa Wachina umeasikia hasa hmm. Warabu siongoko wanatamba wao hapa kwani kwa, tunatamba sisi, unajua sisi tuna uhuru yeah. Atukatazi upite njia gani? Kokote si tunapita muda wote, saa moja, saa mbili, saa tatu usiku tunatembea, ikifika saa nne, yeah. Kila mtu pa majumbani mwake anafikiria kuhusu swala so kesho, aa yeah. Ana shida bwana, asi si anaenda vizuli tuaaenda vizuri tu baa yeah, we'll wanamsingizia tu, tu. Mcho wape mchina mchina mchina huju i nco hapa singekaa. Mimi naamini ya, ya, ya. Kwa nini? Una... kwanza wanahamu na hii nchi unajua unalijua hilo nayo sana inchi. Kwa nini? Tena wanatumia nguvu nyingi sana hii nchi wakiipata hii nchi hey. Akukalikia. Kitawaka sasa mpaka watu wametengeneza jina likaitwa jina fulani hey. Makatoka makundi huku na huko ya kaa moja ngoma hey. Ikaenda ka kili kashindikana wakajigaa huyu kaudi huko. Vita hiyo. Tulifikirie vizuri hilo swala, ni gumu hilo, kama waliungana wote, sijui akawa jina gani, pilika nyingi, lakini bado wakachemka, wanaitaka nchi kinguvu. <coughs> <A, tos> Mwanangu, nguvu nyingi. Bimdash ana baya bwana, mbona mambo yetu sasa yanaenda vizuri. Bimdash ana baya, Bimdash saluti nyingi, ana baya, au sio? safi sana ebwane, bado bado, tuko mtaani na wanetu tunapiga stori tunabadilishana mawazo. Oya mwanetu sana babu. Ah, namshukuru muumba tu au sio? sana tu. nani mwanangu? mimi Ibrahim Bilo. Eh bwana huyu ndo bilo. Sasa wenye utawala wao kwa Simba, si ndio? ndio reality yenyewe. Eh bwana milio ya watu kutiwatiwa, upepo hivi, tuingie mtaani, sijui barabarani, tukaandamane sijui wakati huo atukubali damu zimwagike, sijui kifi kifanyike hichi kisifanyike. Hii milio unayo hii milio bwana, mimi naye lakini naona mara nyingi sana tunaumia ni sisi fukara hey. Sisi ndio tunaumia sana. Unaumiaje? tunaumia vipi? wanakuja wanatupamplishi

Niko bwana mtetea yeah. hata jina jina nijui. hapo yeah. hapo anaweza akapita na vilevile akakupita vile hapo hapo, na hata salamu hakujui, yeah. Leo kesho unajitoa kutoka na huyu e bwana mesongei mengi kutoka na nini najua yeah. Mama ujue ananyesha maelezo vizuri tu Bimdash anachalaza. Ananyesha maelezo vizuri tu, ila kutokana ukiwa una akili yeah. Basi utaenda wee, ndivyo sivyo ukiwa una akili, yeah. Lakini ukiwa na akili, yeah. Angalia familia yako. Bimdash anakuambia, angalia familia yako. Inaendaje? Yeah, yeah. Okay, ukiwa na familia yako inaenda sawa, basi mambo mengine achana naye, anahusu wao. Watamalizana yeah. wenyewe, wenyewe. Yeah. Wapo watu nale shamba kuja huku yeah. kutupabishi sisi. Yeah. Yeah. Sisi, <laughs> yeah. sisi maskini. Yeah. maskini. Tulipigwa Bomo Jangwani. Yeah. Tulikuja kumia sisi maskini, so tajiri si nani kaka apale uongo. Sasa ukiwa akili yako pumbavu, siandamana wewe wa kwanza, basi familia yako ndo itajua, sio kiongozi ambaye anakuja kukushawishi au anakuja kukwambia bwana, hii moja mbili tatu kwa shilingi elfu mbili yake. yeah. Yani kiatia akili ingia lodi kwako, pambana, tafuta hela, ingiza katika familia yako, maisha yaende bwana kwa hiyo, ukweli. Kwa hiyo, wa wa shamba wa kuja si kwa hiyo jamaa wanatoka zao shamba huko wanakuja huku wanatutia sisi upepo. Wanatutia sisi upepo. Sasa, ukiwa na una akili basi, upepo unauingia kwa familia yao au kujero yao, yao. Asema kwa, sio kweli, sio kweli, kwa mimi sio kweli, sio kweli, eh, sio kweli kwa sababu mimi mkubwa nishatoka nishaona mengi, nabaki nabaki naangalia, mimi naangalia familia yangu. Ila Bimdash aendelee, yeah, kukaza uzi, ah yeah. Aendelee kukaza uzi, maisha yaendelee. Amani ndo asili yetu, kweli, hiyo yenyewe mpaka aingia, mpaka sasa hivi ukisikia bunduki tu labda imetokea bahati mbaya, askari kaibonyeza bahati mbaya, ndo vile. Yeah. Lakini tangu aingia Bimdash, usikii bunduki, usikii nini watu wanaishi kwa kuma ka tu kwa ustarabu tu, yeah, yeah. Ustarabu tu. Yeah, yeah. Na huko mtaani kwetu si usikie mtu kakaabu si nini, yaani kiustarabu tu sasa huko, tuchawishi sisi. Yeah. Yaani kama una akili yeah. Kitachokukuta utajua. E bwana, kwa hiyo, mtaani, kwa hiyo huku mtaani kwetu pamoja kwamba nawaona wanangu hapa nini, lakini hatukabi wala nini ah, swala hilo amani kabisa, ni amani kabisa. Panya road hamna kweli, ah, wanangu wanangu wanangu kweli, panya road hakuna. <laughs> <laughs> <laughs> ah, wanangu, mbona kama mnanikata yani, hivi eh? Lakini kipindi hichi eh gobi mkubwa anacharaza ah, ushamba huo hupo lakini hapo taoni babu, yeah. So kama unavona aseme, aseme nabii mkubwa hii ni frendi nchi mmenelewa yeah. Ya mjomba hii ni frendi yeah. Ala nchi alafu nchi yetu sisi ni amani yaani yeah. Sisi wote hata tukisikia mtu huko anakimbiza, hata kama anakimbiza kuku yeah. Sisi tuko nyuma yake. Umeelewa? Sasa, yeah. Leo na kesho mtu akikwambia bwana, hii nchi bwana haina amani, nataka maandamano yeah, ya kwako peke yako, na sisi tukisikia unatangaza maandamano tunaanza kukanda wewe eh yeah, kwa sababu kila mtu anakula urefu wa kamba yake au yeah, vipi? Yeah, mimi na kaanga samaki, yule brother anachonga samaki wake, anakula anachokipa anachokipata, ukimletea okay. Tamaa mfuko wa mtu ujui, yakapataje? mimi niking'ang'ania ya mkono na ng'atana meno ah <laughs> uh, nchi ya amani mzee uh, sasa tutaki ngwengwe yani hata siku moja eh uh, amani mbele eh uh, nchi ya amani tu so amani wazee ah.

Tumekuta, tumekuta amani na tunataka tuendeleze amani na sisi tunakuwa na amani, au sio? Kama hivyo bwana. Eh bwana eh, balozi wa amani mtoto wa Bimdashi, niko na wanangu tunaendelea, tunapiga stori hapa na washikaji tunabadilishana mawazo tunajadili kuhusu amani. Oya, amani ya nchi yetu ni jukumu letu sote oya, mwanatu ya yeah. ni aje sana, eh ile bwana ile. E, umwasikia wadogo zako? Mwasikia? <laughs> <laughs> dogo zangu wadogo anasema sasa hivi panya road hakuna, wakabi wao nasemaje? Ndio hivyo hivyo, navongea ndio hivyo ya sio, kwamba ndio kilanja. Mwanangu, tukafinye pale, sio pale, sio kivile baridi. Sasa tuwajadili kuhusu amani ya taifa letu, yeah. <laughs> na tunajua kabisa amani ya taifa letu inaanza na sisi binadamu, na walinzi wa amani ni sisi wenyewe binadamu. Eh bwana, sasa unasemaje hawa viongozi ambao sasa hivi wengine hawatutia upepo tuingie rodi, tukaandamane, sijui namna gani na nini, sijui mwaka huu damu imwagike? yeah. sijui ni uo, na nini, wewe unawachukuliaje wana mimi sachukuli ah, sachukuli gani naona kama vile waje wanye wafanye mambo yao, so sio kama sisi raia ah. Yeah sasa. Yeah, unafikiri wao wataenda peke yao? Uh, ndio wao ndio peke yao. Sasa wao wataondoa kuna jambo lao peke yao waendi. Sasa ndio unakuta wakuja kitani wanaeka kijukwaa chao pale. Oh, sio kweli, haiwezekani twenze tu ni aende mwenyewe mwenyewe aendi akivipi sasa sasa mwenyewe vipi, wakati hata kataki ubavu ya sasa mwenyewe tukalisha jambo hilo eh. Yes, ndio kashaja jambo hilo

bado tuko mtaani, mwanangu, tunapiga stori na wanetu yeah. Oya, bigi, naam, naam, naam, naam. Niaje mwanangu, kama kawaida. Oya, umesikia washikaji wanachoongea wale, wamesikia? <laughs> kule matambo wanasema kuna televisheni nawasikia, kuna redio nawasikia, mabwana yeah. Nasho vijana wenzangu wasiwasikiliza mabwana wafuasi na yeah, wa maisha yetu yeah. Kwa bizuli, mama tishimaaaongoza vizuri miaka mitano hii inawezekana yeah. Bi Mdashi tumtishe miaka mitano aendeleze na nchi, tumpe tena Bi Mkubwa Bi Mdashi aendelee na nchi kuongoza nchi hii ili tuangalie upepo mwingine. Amsikiliza wengine wengine, wana jambo lolote, bwana ana jambo

Mwili moyo ni sasa hivi tunaona sema pikipiki F7 sote amefika kwa vijana kibao hapa, na ajira baba jaji yote Bimdash ya. Oh, pikipiki mkataba F7? F7 unaitoa kwa Bimdash na baya na ukikosa hata ukija au namtumia tena Bimdash. Ana baya. Eh? Bimdash endelee na miaka mitano apite, ni bila ni kapita Bimdash kwa sababu vijana wake hawa. yeah. mm. Oh, vijana wanasema wa. Bimdash kapita kwa sababu ana mambo mengi kafanya, ukitembea utayaona. Bigi anatuambia yeye katembea kayaona. Kwa hiyo wewe kama hujatembea na wewe tembea ili uyaone. Tumeongea sana na wanetu hapa. Kile jambo ni moja tu. Amani ya nchi hii Da, mi kuzungumzia kuzu amani ya nchi hii, naweza nikasema amani ya nchi hii imekuwa kubwa sana, kwa sababu kwanza hakuna kama amani, unajua tukiishi kwenye amani yeah. So, kuna nchi zingine zinatafuta amani hii tuliokopo nayo yeah. kwa hiyo kama kuna mtanzania anaweza akapata kumsikia mwenzake akamshawishi, yeah. akafanya jambo ambalo alihusiki na amani hiyo yeah. litekee mkuta, itakuwa ni juu yake, lakini kikubwa zaidi yeah. ni mama anayafanya, mama anafanya mengi na hakuna kama mama iblasha na Ah, Bimdashi kwenye kila sekta na kuna wengine wanafaidika na Bimdashi yeah. na ndio maana nchi zingine zinatamani ile mama anachotufanyia sisi Watanzania kwao. Watanzania tuangalie, sana mama anafanya nini kwenye kila sekta, mama anaona anaweka vizuri. Ukiangalia nchi yetu sasa hivi, popote utakwenda Dar es Salaam, unafarijika na mazingira unayoona kwa mji wetu wa Dar es Salaam. Ebwana, bimkubwa anacharaza, bimkubwa anacharaza, bimkubwa anacharaza na kinaomanoma. Balozi wa amani, mtoto wa bimdashi hapa Vijana tunasema Bimdash anacharaza kwenye kila miradi ambayo mzee aliiyacha Bimdash anapambana nayo na inaenda, watu tunaona, tulokuwa mjini hapa tunajionea kwa macho yetu, na ndio maana walotoka shamba wakija mjini watatutia upepo, kitu ambacho siyo kweli. Wanangu wa Beirut kona kisiwa, eh Oya baridi, wanangu baridi, wanangu, tutasomana, tutasomana, tutasomana, dua, dua, dua, wanangu sana, au sio? Macho macho, kodo kodo.